Ah, mrembo ni aje, oh? Si unaweza ni aje, kwa nini? Si unajua hata mi nakupendanga. Eh, yaani huwezi nipea kabisa kabisa ah? siwezi, siwezi eh, kuna mwenye anapeanga eh? Sawa tu basi, ni sawa tu, lakini sawa tu, hata mimi nakupenda Ukwaja mi niko fiti, lakini sasa eh, kukam naweza kamu, lakini sasa sijui hii nugu yangu itarudi ita saa ngapi? Imetoka kiasi lakini sasa unajua shida shida, sasa akiniona tu hivi nimeenda mahali naenda tu hivi lazima tu lazima atanifuata. Oh, fanya hivi, wacha nionganisi nione kama neza. Oh, baby. So. Uko poa? Mimi niko poa, nimeshinda poa? Mimi niko poa nashukuru. Uko poa kabisa. Kuna kitu unasikia? Eh, nimesikia kila kitu, lakini hakuna e, shida. Unajua kwa nini? Sababu, hmm, ni moja. Hiyo ni gani? I love you. Unanipenda? Unajakasirika? Hmm. Lakini ujasikia yote, umesikia yote, lakini unajua huyu huyu ni customer wangu, tunafanyanga tunafanyanga job naye e. E, nilikuwa namchocha ah, ah, si, si umesikia tu venye nilikuwa namwambia itatokea nione kama nitatokea? Si umesikia nikimwambia kuna manugu zinakujanga hapa? Yaani tu mbili. Si wewe, si wewe. Oh, oh. Si wewe. Sina shida hapa hmm. ni kwangu. Sawa, uongee na wao. I don't care hapa ni kwangu stokingo. Sawa basi acha ni nene. Sawa, mimi niko hapa basi sawa umekuja Sawa. kuna kitu umekuja na? Hakuna hata. Lakini sawa, usikasirike basi. Ha, mimi sijakasirika. Sawa. Sawa. yani eh nugu shida yake ni nini. yani ananipata nikicheat lakini bado ananisumailia tu na ananiambia ananipenda Ayu alirogwa yani, bado tu ananipenda eh. Na amenipata nikichiti na ninajua tu sahii nikimwambia nitatoka nione baby wangu bado ataniambia tu anataka kunifuata <coughs> na babu yangu aliniambianga pesa na huruma ni, ni vitu mbili tofauti. Sasa mapenzi na, na, na nini na, na wivu Nao ni, ni vitu mbili tofauti ama ni nini? ama mali alienda aliambiwa aje. Ah, anyway. Sawa tu. Tutafanya aje?